Asante sana mtangazaji, kwa majina naitwa Sajenti Victoria, natokea kitengo cha dawati la jinsia na watoto polisi wilaya ya Mbinga. Niko na hudumu makosa ya ukatili wa kijinsia na watoto. Ninaposema ukatili wa kijinsia, nahisi inaeleweka kwamba ni jinsia zote mbili nenake, lakini pia na watoto tume na shukuru kwa kushirikiana hawa watu wa asasi uh, zisizokuwa za kiserikali. Tunashirikiana nao vizuri katika mambo ya kuhudumu kesi za ukatili, muda mwingine wanatuchukua tunaenda nao maeneo ambayo wanataka kwenda kutoa elimu, aikana nao pamoja. Tunashirikiana sisi na wao pamoja, tunaweza kutokomeza ukatili, ina maana Mbinga bila ukatili wa kijinsia na watoto inawezekana. Kwa hiyo tuendelee kupambana, tushirikiane pamoja, tuendelee kukemea. Matukio mengi ya ukatili yanafanyika mitaani kwetu, tunaona. Mfano, kuna kesi ambazo tumekuwa tunazipokea hapo kituoni, kesi za mimba za watoto wa sekondari na mifano kama watoto wa Pingabei kama wawili pata ujauzito, na kesi ziko pale petu. Lakini kuna wale watoto ambao katika mazingira ambayo siwezi kufahamu kwamba wazazi wako wapi, lakini watoto wanatoka kwenye mazingira ya wazazi, wanaenda kujikabizi kwa wanaume. Ina maana mtoto wa kidato cha kwanza, cha pili, anaenda kuishi kwa mwanaume kama mke. Wazazi wanamtafuta binti pasipo mafanikio, na mwisho wa siku anaamua nyamaza wakae litakalofuata wa liwe lakini mwisho wa siku unakuja kuta, wanapata taarifa kwamba mtoto anaishi mazingira fulani, anaishi kwa mtu fulani. Basi wale ambao walikutwa kwenye hiyo hali waliweza wali wali kuchukuliwa wakaja pale kituoni wa kike na wa kiume, na wakaipa maabusu na hatua stahiki zimechukuliwa dhidi ya wale ambao waliwaweka nyumba wale watoto, na mwisho wa siku walirudi kwa wazazi wao. Lakini pia tumekuwa tuna watoto wanaokinzana na sheria kutokana na wazazi au walezi wao bila kuhofu ya Mungu. Na kijana ambaye alitokea ametokea kijiji cha Mao, yeye alikuwa amefanya ukatili shuleni. Mwenzie alikuwa anaadhibiwa, lakini yeye akamchukua jambo kumpiga mwalimu ambaye anamadnamwadhi mwanafunzi mwenzie rafiki yake. Kwa hiyo alipopigana na mwalimu, mwalimu alikuwa ni wa kike na mtoto alikuwa ni wa kiume. Basi moja kwa moja shule wakamfukuza. Mna mtoto sasa hivi ninapoongea kuongea, yuko mtaani, hawezi kuendelea tena na masomo. Lakini yote kwa yote inaweza kusema sa lingine sisi wazazi.